Katibu Mkuu wa Wizara ya Ushirikiano wa Afrika Mashariki, Bi Joyce Mapunjo, amesema hayo jijini Dar es Salaam wakati wa mkutano wa wadau kujadili namna mchele kutoka Tanzania unavyoweza kuwa na soko la uhakika katika nchi za Afrika Mashariki baada ya kupata taarifa ya utafiti uliofanywa na Dr. Halima Noor. Kwa sababu ulimwengu huu ni wa competition sasa hivi tunalalamika kwamba kuna michele chipu inakuja kutoka nje ya Afrika Mashariki, lakini sasa sisi tujipanga vizuri, tunaweza huu mchele wetu ambao ni mzuri wenye thamani kubwa, tukauza tena kwa bei ndogo kuliko kwa yani, ile cost of production na kuna namuza, ukawa ndogo kuliko huu unaotoka nje ya nchi za Afrika Mashariki mba, uzayana, sana, sana, sana, sana, natoka, Kambodia, India na Pakistan. Kwa hiyo sisi kama Wizara ya Afrika Mashariki ndio malengo yetu kwamba katika kwa vile sekta binafsi imeshachambua vizuri sana mambo ya eh, huu mchele wa, wa Tanzania kwa kweli, tutashirikiana kuangalia kwamba sasa soko la Afrika Mashariki tutalitumia zaidi kwa kuuza mchele unazalishwa Tanzania, sio mchele ambao umetoka nje ya Tanzania. Naye katibu mkuu wa wizara ya kilimo chakula na ushirika amewataka wakulima wa mpunga nchini kuongezea thamani mchele wao ili kujihakikishia mapato makubwa zaidi katika soko la Afrika Mashariki. Wafanye wauze product ambazo zinakidhi ubora, kwa sababu mchele wetu ni mzuri, una harufu nzuri, una soko ukilinganisha na michele hii inayoagizwa kutoka Asia. Kwa hiyo ingeweza ikakidhi mahitaji ya soko kwenye nchi zinazotuzunguka mbali ya mahitaji katika soko letu la ndani akiwasilisha matokeo ya utafiti wake mtafiti Dr Halima Nur alidokeza kuwa mchele kutoka Tanzania ni wa kipekee kutokana na ubora na ladha yake na kutaka jitihada za makusudi zifanyike ili kuondoa vikwazo vinavyozuia bidhaa hiyo kuuzwa kwa urahisi katika nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Mapema katika hotuba yake makaribisho, ya makaribisho mwenyekiti wa taasisi ya sekta binafsi nchini TPSF, Dr. Reginald Mengi ameshauri mchele kutoka Tanzania uwekewe nembo maalum ya utambulisho kibiashara ili ujulikane kwa upekee na ubora wake duniani.